Unasikia e, kiwaiki wanasema huko raia wa Rwanda lakini uko na karte ya Kongo. Ulipataka? Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. Hmm. Karte na namna gani? Na ulifikaka ka Kongo na namna gani? Sasa wakakupatia karte ya delektere ya Kongo. Nani <Sekare> alikupatia? Watu zaidi ya 40 wote raia kutoka taifa la Rwanda wamekamatwa wilayani Nyiragongo na wengine mjini Goma, wakati wa msako ulioendeshwa na AFC M23, wengi wakiwa na vitambulisho vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema Willy Ngoma, msemaji wa ARC, huku kamanda wa mji wa Goma, Jimi Nzamuye, akisema wakaazi hawa watarudishwa nyumbani wakifata utaratibu na sheria za kimataifa. Kwa njia zenye hazijulikani wamejipenyeza wenyewe, lakini wakati wanafika hapa government ya Kongo inawapatia documents za nini, za mm -hmm. Kongo ndio hizi, na wenyewe wanakuelezea kwamba documents zao za Rwanda wengine wameziacha nyumbani, hapa kandokando wanatembea na hii ya Kongo mm -hmm. na zingine, wengine wanasema yeye ameirudisha ameacha Rwanda. so, naona wale ndio wanafanya confusion. tena ile yote yote ni nini, government ya Kongo ndio ilikuwa fanya hiyo manyanga Tumekamata wakati tulikuwa tunafanya msako. Tumefabu clash. Isi tumekamata wale wa criminal ndio sababu ndio ngisi tumekamata na Wanyarwanda. Isi tumekamata wazalendo na FRDC vile vile ndio tumekamata Wanyarwanda wa na wenyewe wanakubali, anasema mimi niko Mnyarwanda lakini niko na ya wapi? ya Kongo. Ndio wanaongea wazi, na vile ndio. yawap idadi yiko... ndio wameelezea idadi ndio dadiiko apa 44 aba in makunintafakuna njia kuna proses gavumenti yao iko huko ngambo kuna mm, mpaka yetu ya Rwanda na Congo, alafu tutawapeleka. Kunakuwa njia halali za kuwapitisha ndani, wanarudi kwao bila tatizo. hapana mm. La, lakini wewe ni mwenye Rwanda, ilikuwaje okay? Yeah. Yeah, ukapata hii, hii karti

Unato kwenu ni wapi? wa... wa... Eh, ni hey. Sasa ilikuwa namna okay gani mpaka ukapata hii karti? tulikuwa huku zamani, kisha tukafika huku yeah. tukingali watoto. Tukakumaliaka huku. Yeah.

Ah, mulitoka Rwanda. Tukauza mashamba huko, mukakua anunua mashamba Masisi. Ah. Mm. Lakini mko wa Rwanda eee. Nyumbani ni Rwanda Mzee, na ulikia kafika mkongo na maana gani? nitoka Rwanda nifika mkongo kuuza mashamba. Sehemu gani? Ngambo gani ninjokeny lienda nunua shamba Masisi. Ne, Masisi. Mm. Nawe ukapata carte de lecteur, nyanganya basoda ba mazali, nani alikupatiaka carte de lecteur? Mm. Ulipataka carte de lecteur ile ya uchaguzi mm. namna gani? juu ya kuvote muri vote? mgambire twaratoe kwa mm.

Okay, afu exercise ya kurudisha lafu utaona e wakurudisha hmm. Afande, unasema hao watu umewakamata wapi na walikuwa wanafanya nini? Hao a Wanyarwanda si ndio? umeonaiasianakuambia si ni, ni, ni Wanyarwanda ah. Wameingia wame wakati ya kiseketi wameingia wakati ya gvenema ilikuwa hapa, afu afu wakawapatia wakaanza kuwapatia makati na wakaanza kufanya maisha. Hao ndio wanaenda kuleta makonflikto. Wanaingia mashamba za watu, utaniambia watu yote na wengine hatuyawapata au, watu wanaishi wapi? Wanaishi namna gani? Wanafanya nini? Juu waishi tajil awa, wanaenda wanavamia mashamba za watu, wanafamia mimea ya watu wanavamia matuma ma, e, ngombe ema na kwa kwa kwa kwa kwa. Lakini umefanyaje kugundua sehemu wapo? Kwa sababu Goma na wananchi wengi, umejuaje kwamba hapa kuna wageni? Si, si tulifanya musako basi. Na Mkongomani anaonyesha kitambulisho kwake, tu mjua huyu ni mkongomani. Na tunaleta bashefu kuleta wazalendo.

De Alors, si il au Congo, il do, il Hii ni kufuatia msako mkali unaoendelea hivi sasa katika mji wa Goma baada ya mji huo kuchukuliwa na M23 AFC kufuatia mapigano makali iliyoshuhudiwa Januari 26 na 27.